Abdalla Idi Pina na anazidi kuikanamiza timu ya New City ambayo tayari imeshashuka daraja. Angalia nafasi nzuri kabisa ambayo alipata ile pale, ikawa ni nyepesi kabisa, so kwamiza mlango hapa na hapa, moja sifuri. Haya, mpira le pale la orenta meka pasi kwa Abeli Pina. Pina akosa mpira le pale imekuwa nzuri nzuri, ile pale pale pale pale, Mkonga Mkonga Mkonga kwa kwa kwa kasi kasi kabisa kwenye mpira mpira, alikuwa amekaa shaka, ni ni engo ya mbali, Laurent, Laurent na cross, pina ni pina ni clear ya chance ya tatu kwa Abdallah Idi Pina. Alifanya kazi nzuri kabisa Laurent, akakumbukiza mpira ndani kule, akina bele Idi Pina akatoa mpira nje, me kwa mpira mrefu mbele, Nyashida Yohana ameacha kwake Pina, Pina mpira nje Nafasi nyingine ya wazi kabisa ya nne hii anaotoa nje, Abaledi Pina anaotoa mpira nje, angalia yeah. Nashinda lipopambana kama Chepo yule pale Abaledi Pina, lakini akashindwa kuingiza kwenye kimia, ameotoa mpira nje mara ya nne hiyo. Abdul Nasir, okay, Pina Pina, Pina ndani Pina anaweka chuma cha pili dakika aza jioni kabisa, kipindi cha kwanza. Haya haya, kunazidi kukucha. Mlandege mbili, Mlandege mbili, New City sifuri, mbili sifuri. Haya mperonenakka kati shaka mamuzi mdowote atakwenda kutamarisha dakika 45 za kwanza, na amepiga kipenga kumaliza shughuli ambayo tumeianza kwa dakika 45 za kwanza, kwa maana ya nusu ya mchezo huu. Angalia saa yake na ameshapiga kipenga kuruhusu kwanza dakika 45 za pili. Mimi ni Ahmed Mohamed, Mlandege wako mbele mabao mawili kwa sifuri.

Matola tena. Matola, Matola, Matola. <laughs> Bao la tatu. Bao la tatu. Mlandege wanaandika bao la tatu kipindi cha pili. Pena mzuri kabisa, ambao aliupata Matola, kaingia nao kwenye kisanduku, kapiga shoti ambalo limekwenda moja kwa moja kwenye kimia. Haya, Mlandege tatu. Mlandege tatu.

kabla sijamaliza si matangazo, kwa mara nyingine tena, Saidi Matola, Saidi Hamisi Matola, ndege goli la, amesahau mlinda mlango kama ana ndugu jamaa na marafiki, amepiga semi voli ile. Eh, ni kama litakumuua mlinda mlango kwenye kisanduku. Haya ametua pasi, ametua nje mpira. Ametua nje mpira, yeye na bao tu. Mchezaji sabana nafasi ambayo anaipata na mpira kaotoa nje. koasé majekonal pa aa Ametua nje tena. Amepiga hapo. Nafasi za wazi lakini wanatoa mipira nje. Player of nafasi nyingine tena yupo. Yeye na lango tu. Ameshona kuingiza mpira kwenye kimya haya. Iyari. Nafasi nyingine tena wanatoa mpira pale pale. Umepigwa tena. Umeingia kwenye kimya. Haya.

Haya, mpira limebalivika. Matokeo ni nne kwa mbili. Goli la pili Bona la New City limefungwa na mchezaji aliyevaa jezi namba ishirini na.